Tumekuja leo tukisema tarehe ishirini na tisa tukatumia haki yetu ya kikatiba tutoke tukapige kura. Mwanazuoni mmoja kutoka Kenya, Profesa Lumumba, aliwahi kusema ni katika afrika peke yake nchi pekee ya Tanzania ndiyo unaweza kuwa umezaliwa mara ukaja kuishi Mwanza ukatoka kuzaliwa Mwanza ukaenda kuishi Arusha ukaenda Mbeya na ukapata uongozi. Nchi hiyo ni Tanzania peke yake, na nchi hiyo tunaunganishwa na lugha ya Kiswahili. Hakuna nchi nyingine duniani inayounganishwa na lugha moja. Nataka niwaombe vijana wenzangu, mkike na mkiume, tarehe ishirini na tisa tuitumie kama msingi sahihi wa chaguo sahihi wa kulinda maisha yetu, siyo tofauti na wewe kuishi kwa haki na amani, twendeni tukapige kura. Mimi kijana mndenu, wananiita mbunge mstaafu, mi nasema niko likizo, tukutane tareishi. Amani ni maisha, si ndio? Eh, tumekuja hapa na tumekusanyika hapa kwa wingi kama jinsi ninavyokuona, tumekuja tumekuja kusisi ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 inatutaka kila baada ya miaka mitano kujitokeza kupiga kura, kuchagua viongozi tunaowahitaji, kwa sababu unapopiga kura ndipo unapochagua maendeleo, kwa sababu hawa viongozi watakoenda kufanya majukumu, wanaenda kusimamia maendeleo katika kata zetu, katika majimbo yetu, kwa Tanzania yetu pia kwa ujumla. Kwa hiyo ninawaombeni kwa sababu ili ni swala la kikatiba, tujitokeze wenye umri kuanzia miaka kumi na nane tarehe ishirini na tisa tujitokeze kwenda kupiga kura, na pia vilevile tukimaliza kupiga kura turudi nyumbani, tusikaye kulinda kura, kwa sababu jeshi la polisi lipo, mawakala wetu hapo watasimamia hilo swala. Na pia swala lingine ni amani. Hakuna mafanikio, hakuna maendeleo kama hakuna amani. Tunapokwenda kutekeleza matakwa mazuri kabisa ya katiba ya kwenda kupiga kura, kura ambayo kimsingi ndio inakwenda kusimamia mustakabari mzima wa bodaboda, mama lishe, machinga, walemavu, waandishi wa habari, taifa zima. Inatakiwa tarehe ishirini na tisa jicho letu, macho yetu ni kuamka kwenda kupiga kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Ndugu zanguni wanapokuwa na amani, sisi kama wamiliki wa vyombo vya daladala, tafsiri yake ndio tunapata mikate yetu ya riski ya kila siku na uchumi unapanda hapo. Kwa hiyo sisi kama wamiliki wa vyombo vya moto vya daladala, mkoa wa Mwanza, tumejipanga vizuri kuhakikisha tarehe ishirini na tisa tunatiki